Ni, ni wananchi wa kata ya Bukoli wanaokupenda wewe wanaoipenda Chama cha Mapinduzi na wanaopenda maendeleo. Naomba mheshimiwa mbunge unisikilize kwa makini. Wananchi wa Chama cha Mapinduzi, ninaomba mnisikilize. Ninao muda mchache, mimi mnanifahamu, naitwa Faraji Rajab Sefu, mgombea udiwani kata ya Bukoli kwa awamu ya tatu. Nimefanya kazi na nyinyi ndani ya miaka mitano ya mwisho. Lakini mitano hiyo, ziko kazi nyingi ambazo zimefanyika. Sikutekeleza mimi, tulitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na wananchi wa kata ya Bukoli na Jimbo la Busanda, ninakuja mbele yenu kwa ajili ya kumwambia mambo matatu, Mheshimiwa Mbunge. Jambo la kwanza nataka nimwambie, wananchi unaowaona mbele yako, Mheshimiwa Mbunge, wana hamu ya kukusikiliza wewe. Wana hamu ya kusikiliza spichi, wana hamu kutaka kusikia bungeni utakwenda kufanya nini. CCM <laughs> oye! Lakini mheshimiwa mbunge, jambo la pili ambalo nataka nikwambie, ninakukabidhi kazi ambazo nilizipokea kutoka kwa mheshimiwa mbunge. Kazi ya mbunge ni kuleta kutoka bungeni, kunipa mimi msimamizi wako, na mimi nakuahidi mbele ya wananchi, nenda kalete miradi, ikifika Bukoli imefika sehemu salama. CCM oye! Lakini jambo la mwisho naomba nikukabidhi wananchi hawa, una, wanakuhitaji wa kusikilize. Na jambo la mwisho hili nizingatie, mheshimiwa mbunge, wananchi hawa wanataka ukawe mtendaji. Wananchi hawa mimi nimekaa nao kwa yale niliyoyafanya kwa vitendo, nimefanya kazi kwa vitendo, nimefanya kazi kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi, katiba na wewe nenda kawe mtumishi wao, usiwe mbunge wa kwenda bungeni, ukitoka bungeni unakwenda Dar es Salaam. Kuwa mbunge wa wananchi, wananchi hawa watakupenda wao wenyewe ndio watakaokurudisha tena. Sisi amoya ndio chama cha mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti, nimeona umesimama, na mimi nina adabu, ninaogopa mheshimiwa mbunge asije kusema mimi diwani wa jimbo E, wakati ya Bukoli katika Jimbo la Busanda, sina nidhamu. Mheshimiwa, ninaomba, wangapi? Tarehe ishirini na tisa tutakwenda kumpigia kura Dr. Samia Hassan Suluhu, CCM oye! Wangapi? Tarehe ishirini na tisa tunakwenda kumpa Dr. Jafari Rajab Sefu awe mbunge wetu, CCM oye! Wangapi? Tarehe ishirini na tisa mnakwenda kunipa kura za kishindo Wewe ni daktari, mimi ni profesa, ila elimu sina darasa la saba. Oyee profesa wa darasa la saba oyee! tumba salamu kwa mama Samia, ukienda bungeni mpelekee mheshimiwa rais salamu zangu, mwambie mimi udiwani unanitosha, sitaki ubunge.